Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu tuko katika mfumo wa vyama vingi. Naomba kusema ukweli, mpenzi wangu Chama cha Mapinduzi, nyinyi ndio darasa na nyinyi ndio mifano ya kuigwa, mkianzisha dhana kujikosoa na mkaizungumza hadharani, sio ibaki kwenye mashelfu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nia njema bila vitendo vya kuthaminisha hiyo nia njema kutoweka mfumo wa vyama vingi maana yake nini? huwinda wow, uwi, huwinda wapi? Pana momonyoko wa imani ya jamii na pana mporomoko wa imani. Na je, mporomoko wa imani unazaliwa na nini? Mtu yeyote asiyekuwa na habari pana tabibu ataendelea yeah. Ndiyo. <laughs> mtu asiyekuwa na habari pana tabibu endelea kupiga ramli. Sasa watanzania hivi sasa wako katika mgutuko wa fikra za kutangatana na mali gasi ya fitna zinazotolewa zina, zina utamu wa kufanana na utamu, kumbe ni patupu.